Unaweza ukamkuta mtu anaomba, Baba Mungu tusaidie tufike mbinguni. Mungu yuko ndani yako tayari. Hakuna jambo mwanadamu anaweza kulitaka na likashindikana, akiondoa hofu. Si kama nimeongea na mtu Ai, nikuambie jambo moja. Kile kinachoitwa kifo, kile ambacho sisi tunakiona kifo, kila mtu atakufa, ni kuahirisha tu. Utakiwa ufe Jumanne, ufe Ijumaa. Unapokwenda hospitali, sio kwamba unaondoa kifo Unachelewesha. naenda kufanyiwa operation, kwani sasa hutakufa? Unachelewesha baadaye kufa, mwaka huu ufe mwaka ujao, angalau nile nile kidogo. Kwa hiyo ukijua kwamba nitakufa siku moja, si afadhali nifanye kilichonileta duniani, ili siku nikiondoka duniani, kuishi kwangu duniani kuwe na maana husika. Umenielewa? Ndiyo maana Yesu akasema yeye aupendae uhai wake kuliko mimi ataupoteza. He that loves his life more than me will lose it. and he that loses his life for my sake shall find it. anasema Yesu. Kwa hiyo kwa hiyo, ukiondoa hofu, kila kitu kinawezekana. Ukiondoa tu hofu, uoga na uoga ni wa nini? Woga wa kufa, woga wa jambo ambalo halikwepeki, siku zijazo, kama wakati ukifika, halikwepeki. Tuseme sasa, unaacha nini, ukitaka kujua kwamba mambo yote hayana thamani. Sisi ambao kwa bahati nzuri tumeshuhudia watu wanakufa mkononi, wewe hujawahi kuona mtu anakufa mkononi. Mtu anayekata roho huwa hana muda wa kupoteza na maneno anayoongea, anayekata roho anaongea point 2. Anayekata roho haongei, ukimkuta uwezi kumkuta mtu eti anakata roho anasema, jamani, nataka kukata roho, naomba mlitee vyeti vyangu vya chuo kikuu nivione mara ya mwisho. <kisong> eti jamani, nataka kukata -na nakata -na eh, nilihangamka nilihangaika mna kusoma PhD, naomba vyeti vyangu niviangalie mara ya mwisho. Hiyo ni nonsense kwa mtu anayekata roho anayekata roho anasema jamani, mke wangu yuko wapi? Unisamehe jamani, kuna hela mahali, jamani kuna nyumba mahali, jamani anaongea point tu, hana muda. Ni wewe tuliye na muda, ndio maana mambo mengi ya kufanya I, I simply want you to be inspired knowing that somehow somewhere you will quit from this world, but do you quit when your destiny is fulfilled? Or do you quit when you when just came here as a useless earthly container? Je, umekuja hapa unaondoka wakati hatima yako imetimia, au unaondoka hapa kama konteina lenye maarifa yasiyo na matumizi? Mimi nitatimiza hatima yangu, wewe utatimiza hatima yako. Liko jambo ambalo lilimshawishi Mungu usife ukiwa tumboni mwa mamaako kwa sababu wapo waliofariki. Lipo jambo lilomshawishi Mungu wewe usiwe ile mimba iliyoharibika. Lipo jambo lilomshawishi Mungu usife ukiwa na mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne, miaka mitano. Na hilo jambo lilomshawishi Mungu uendelee kuwepo hujalitimiza bado. Ondoa hofu, iko kazi mbele yako ya kutimiza na itatimia, kwa jina la Yesu mtu aseme haleluya. Haleluya.